Naitwa Adrick Simon Ndelwa, afisa kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya Nyanda za Juu Kusini ambayo uh, inahudumia mikoa sita ya Nyanda za Juu Kusini. Dawa za kulevya zinaathiri uh, wanawake na wanaume, lakini tafiti za hapa karibuni zinaonyesha kwamba wanawake wanaathirika kwa haraka zaidi na athari zake zinakuwa kubwa zaidi ukilinganisha na wanaume. Hizi ni sababu tu za kibaiolojia uh, na utofauti uliopo kati ya mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo mwanamke anajikuta kwamba anaathirika kwa hara, kwa haraka zaidi. Kwa mfano e, tukichukua dawa ya kulevya kama heroin tukampa mwanamke na tukampa mwanaume e, mwanamke anakuwa mraibu wa ile dawa kwa haraka zaidi, lakini pia anapata changamoto nyingi zaidi e, kuliko mwanaume. Kwa hiyo kwa kiujumla dawa za kulevya zina athiri, zina mwathiri sana mwanamke, na ukitaka kuangalia pia, imeelezwa wazi kwenye tafiti kwamba mwanamke anapata changamoto kubwa sana pia kupata huduma za matibabu mara baada ya kuwa mraibu, kwa sababu ya e, tunaita stigma eh, ambayo ipo katika jamii. Wengi wanaogopa kwenda ku, ku, ku, ku, ku kutafuta matibabu kwao, unajikuta yupo tu anazidi kuathirika zaidi, anakuja kushtuka ameshaathirika kiwango eh, cha juu kiasi, yes, kwamba eh, anakuwa ameshazalisha changamoto nyingi zaidi ambazo zinatokana na uh, matumizi ya dawa za kulevya. Kwa mikoa ya Nyanda za Juu Kusini ambako huku ninyi mmekuwa mkihudumia, jitihada gani mnazifanya kwa ajili ya kuweza kuhakikisha hao wanawake mnawasaidia kuondokana na hili janga ambalo kwao inaonekana ni dhahiri shali kwamba ni hatari zaidi? Kwanza tuna hakikisha kwamba tunatoa elimu, tunatoa elimu kwa sababu tunaamini kwamba elimu ndio msingi e, wa uelewa, na watu wakipata elimu ya kutosha, ina maana hawatajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo tumeendelea kutoa elimu kupitia vyombo vya habari, lakini imekongamano mbalimbali, na hata hivi jana tulikuwa na kongamano la wanawake ambao lilifanyika kwa kanda nyanda za juu kusini. Tulitoa elimu kwa wanawake kuhusiana na madhara ya matumizi ya dawa za kulevya. E, wanawake wengi hawaelewi madhara ya dawa za kulevya, na niwaeleze tu wazi kwamba madhara ya dawa za kulevya kwa mwanamke yapo katika nyanja tofauti tofauti, katika nyanja za kiafya, katika nyanja za kiuchumi, katika nyanja za kijamii. Yote haya yanaweza kumwathiri mwanamke. Kwa mfano nikizungumzia tu uh, nyanja ya kiafya, mwanamke anaweza kuharibika uh, mfumo wa uzazi au mifumo ya mwili ikiwa ni pamoja na mfumo wa uzazi e, unaweza kupata changamoto ya kukosa mtoto kabisa. Na wale ambao watabahatika kupata mtoto, anaweza kapata changamoto nyingi sana wakati wa ujauzito wake, lakini pia anaweza kapata changamoto anaweza kapelekea changamoto pia hata kwa mtoto aliyeko tumboni. Tumeshuhudia watoto ambao wanazaliwa wa, wa, wa, wa, wa wakiwa na changamoto za afya ya akili lakini tumeshuhudia watoto amba ambao wanazaliwa e, ambao wana kilo ndogo tunasema low birth weight, lakini, lakini pia mama huyu anaweza kupata changamoto za afya ya akili kama akiwa anatumia dawa za kulevya, ambazo changamoto za afya ya akili hizi zinaweza zikampelekea pia zikaenda mpaka kwa mtoto. Yes. Lakini pia changamoto zingine ambazo mama anaweza kukutana nazo kama magonjwa mbalimbali kama vile magonjwa ya figo, magonjwa ya ini, magonjwa ya maambukizi ya, ya, ya, ya virusi vya UKIMWI ambayo yanasababisha sasa na matumizi ya dawa za kulevya kama vile heroin kwa njia ya kujidunga kwa sindano ambayo sasa kama mmoja akipata maambukizi anaweza kumwambukiza mtu mwingine. Ah, kwanza ni uelewa mdogo juu ya madhara ya dawa za kulevya. Hii ikiambatana na dhana potofu ambazo zipo katika jamii zetu. Wengi wanaamini baadhi ya dawa za kulevya kama bangi si dawa ya kulevya ambayo inaathiri. Kwa hiyo tumekutana na changamoto hizo, na tumeendelea kuwaeleza wananchi waweze kufahamu, kwa sababu huko mitaani kuna elimu nyingi ambazo wauzaji wa dawa za kulevya wanazitoa wakizisifia baadhi ya dawa za kulevya kwamba zinasaidia katika eh, baadhi ya vitu fulani. Kwa mfano mtu anaanza akasema, akatokea akasema dawa ya kulevya aina ya bangi inasaidia kwenye kansa, na mama anajiona yeye ana kansa. Kwa hiyo kwa namna moja nyingine ataanza kutafuta hiyo dawa ili aweze kuitumia. Kumbe anaweza kuathirika zaidi. Lakini pia tumekutana na changamoto nyingi katika jamii zetu hasa zile zinazopatikana uh, vijijini sana. Eh, huko unajikuta elimu haijafika. Kwa ina maana unapokwenda kutoa elimu unakuwa kama umepeleka kitu kipi ambacho wao huenda ilikuwa ni tamaduni yao wamekuwa wakikitumia na wana, wanasema kwamba hakina madhara. Kwa mfano ukienda maeneo ya Njombe wanakwambia sisi tunatumia kama mboga. Kwa hiyo na maana kuanza kubadilisha mawazo yao na fikra zao inachukua muda mrefu, lakini tumeendelea kujitahidi kushirikiana na, na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ili waweze kufahamu, badala wa walezi bora, lakini tuwe wakina mama bora. Nchi hii inawategemea tayari, tayari umeshaanza kuona nguvu ya wanawake katika nchi yetu, wameshaanza kuwameaminiwa wa, wa, wa, wa sana na nchi. Kwa hiyo ina maana wana nafasi kubwa sana ya kuweza kuibadilisha uh, jamii zetu pamoja na, na nchi yetu kwa ujumla.